Habari na karibu kwenye chaneli yako ya ajira na maendeleo. Leo tunakuletea fursa halisi na rasmi kutoka halmashauri ya jiji la Arusha. Nafasi 15 za ajira kwa dereva zimefunguliwa, na video hii itakuonyesha namna ya kuomba kwa usahihi, vitu muhimu vya kuzingatia, na mbinu ya kuongeza nafasi zako za kuajiriwa. Hebu tuingie ndani, hakikisha au kosi hata kipande kimoja cha video hii. Muhimu kufahamu. Kwa mujibu wa tangazo lililotolewa tarehe 16 Juni 2025, Halmashauri ya Jiji la Arusha linatangaza nafasi 15 kwa madereva daraja la pili. Kazi hii inalipwa kwa ngazi ya serikali TGSB1, ambayo ni mshahara rasmi wa ajira ya serikali kwa madereva walioajiriwa moja kwa moja. Fahamu majukumu ya dereva kama dereva utahusika na ukaguzi wa gari kabla na baada ya safari, kuendesha watumishi wa serikali kwenda kwenye safari za kikazi, kufanya matengenezo madogo madogo ya gari na kuhakikisha usafi na usalama wa chombo chako cha kazi. Fahamu sifa hizi kabla ujaomba. Je, wewe ni mtu mwenye leseni ya daraja C au E. Umemaliza kidato cha nne, umewahi kuendesha gari bila kusababisha ajali kwa zaidi ya mwaka mmoja? Basi tayari una vigezo muhimu, lakini kumbuka unahitaji kuwa na cheti cha mafunzo ya udereva kutoka VETA au chuo kingine kinachotambuliwa na serikali. Epuka mambo haya ili kuweza kupata nafasi hii kwa haraka na urahisi zaidi. Hii ni sehemu muhimu sana, waombaji wengi wanakataliwa kwa makosa madogo. Cha kwanza, usitumie result slip. Hakikisha una nakala halisi ya cheti kilichothibitishwa. Andika CV yako vizuri, isiwe kopi ya mtu mwingine. Tumia barua ya maombi iliyo rasmi yenye maneno yako binafsi, si ya kuokota mtandaoni. Ili kuongeza nafasi ya kupenya, taja uzoefu wa kazi zako za awali. Ikiwa umefanya kazi za dereva katika taasisi yoyote, hata binafsi, eleza. Unaweza pia kuambatanisha barua yako ya maoni ya mwajiri wa zamani. Hii itakupa alama zaidi. Jinsi ya kutuma maombi. Maombi yote yatatumwa kupitia mfumo rasmi wa ajira wa serikali portal.ajira.go.tz. Hakikisha unakamilisha kila kipengele kwa usahihi, na mwisho wa kutuma maombi ni tarehe 25 Juni 2025. Zingatia, mwisho wa kutuma maombi ni tarehe 25 Juni 2025, na ukichelewa nafasi itapotea. Kwa hiyo baada tu ya kuona tangazo hili, hakikisha unaanza kufanya maombi yako. Kumbuka, wastaafu hawaruhusiwi kuomba, wenye ulemavu wanakaribishwa, lakini wahakikishe wanaeleza hali yao kwenye mfumo. Na muhimu zaidi, usiwahi kugushi nyaraka zako. Serikali ina uwezo wa kugundua na adhabu ni kubwa, sheria zitachukuliwa dhidi yako. Hii si nafasi ya, ya, ya kubeza kazi ya serikali, ni ajira ya uhakika. Ikiwa umetimiza sifa, chukua hatua leo, andaa vyeti vyako, andika barua yako ya maombi na tuma kwa wakati. Kama unahitaji msaada wa kuandika barua ya maombi au CV bora, acha komenti hapo chini au tuma ujumbe au jiunge na grupu letu la WhatsApp, link ilipo katika sehemu ya description ya video hii. Kama umejifunza kitu, bonyeza like, share kwa marafiki zako na usisahau kusubscribe. Hii ni channel yako ya kuaminika kwa nafasi za ajira, ushauri wa kitaalamu na mafanikio ya kazi. Mpaka wakati mwingine, all the best.